Wanasema kila damu ina siri yake. Lakini hakuna aliyejua kuwa damu ya binadamu mmoja ingeweza kuamsha nguvu zilizofichwa kwa karne nyingi. Usiku huu, jiji linanyamaza, mvua inanyesha, na kio cha ghorofa kinang'aa kwa rangi za buluu na njano. Kati ya giza, macho mekundu yanatazama, na kila tone la damu linahitajika. Baada ya kusikiliza stori kwa ufupi, hebu sasa tusikilize stori nzima ikiwa ni sehemu ya kwanza. Barua. Mvua ilikuwa ikidondoka taratibu juu ya paa za majengo marefu ya jiji la Dar es Salaam. Taa za barabarani zilikuwa zikimetameta, zikitoa mwanga wa njano juu ya barabara zilizojaa mvua, na hewa ya usiku ilikuwa na harufu ya chuma na mafuta. Jiji lilionekana tulivu, lakini ndani ya tulivu hilo kulikuwa na kitu kilichokuwa kikipumua, kitu ambacho hakikuwa cha kawaida. Juu ya gorofa refu lililojulikana kama Soleil Towers, kwenye chumba cha maabara kilichokuwa na mwanga wa buluu hafifu, msichana mmoja alikuwa akipiga hesabu kwenye kompyuta huku akichunguza sampuli za damu. Jina lake ni Naivasha Mtemi, mwanafunzi wa sayansi ya kibiolojia, kijana mwenye akili ya ajabu na utulivu wa ajabu zaidi. Alikuwa na tabia ya kushika kidevu chake kila alipokuwa na fikiri. Alikuwa amevaa koti jeupe la maabara, nywele zake nyeusi zikiwa zimefungwa juu kwa uangalifu, macho yake yakimetameta kwa mwanga wa screen. Saa ilionyesha saa 5:47 usiku. sampuli namba 023D haifanani na yoyote niliyowahi kuona. Sauti yake ilikuwa ndogo, lakini yenye msisimko wa kisayansi. Alipoingiza kipande cha damu kwenye mashine, mwanga mkali wa buluu ulijaa chumba kizima, miale ya umeme ilicheza kwenye glasi kama damu yenyewe ilikuwa ikijibu. Kelele ndogo ikasikika kwenye kona ya chumba, taa zikalipuka mara moja, zikazimika ghafla. Kompyuta ikatoa sauti ya system failure. Chumba kikawa kimya, isipokuwa mvua iliyoendelea kupiga madirisha. Naivasha alihisi kitu nyuma yake, kivuli kikapita kwenye kioo. Akageuka taratibu, moyo ukidunda, hakukuwa na mtu. Akahema akijaribu kutuliza hofu, lakini hewa ilihisi nzito kuliko kawaida, kama kitu kingine kilikuwa kikivuta oksijeni ndani ya chumba. Halo, kuna mtu? Hakukuwa na jibu badala yake dirisha lililogusa dari lilitikisika ghafla na sauti ya radi ikapiga. Kisha sauti yenye baridi kama upepo wa kaburini ikazunguka masikioni mwake, usiogope, nimekuwa nikikusubiri. na Ivasha akashtuka akaanza kurudi nyuma hatua ndogondogo. Kutoka gizani mwanga wa buluu ukaangaza sura ya mwanaume mrefu mwenye ngozi nyeupe kupita kawaida, macho mekundu yaliyokuwa yanang'aa kana kwamba ndani yake kulikuwa na moto mdogo alikuwa amevaa koti jeusi refu lenye miguu mirefu inayofunika viatu vyake vya ngozi. Mvua ilimwagika mgongoni, lakini hakusogea. Alisimama pale akimtazama. Wewe ni nani? Naivasha aliuliza, sauti yake ikitetemeka. Jina langu ni Lucien, mwanaume huyo alijibu kwa sauti ya upole wa ajabu, lakini yenye nguvu ya ndani. Na wewe, wewe ndiye sababu ya mimi kuwa hai tena. Mimi sikuelewi Unataka nini hapa? Lucien alisogea hatua moja mbele, mwangaza wa umeme ukapiga nje ukamulika uso wake, meno yake marefu yakatokeza kidogo alipocheka kwa huzuni. damu yako Naivasha, damu yako imeamsha kitu ambacho kililala kwa karne nyingi, wewe si mwanadamu wa kawaida. Naivasha akashtuka, hiyo hiyo, haiwezekani, mimi ni mwanadamu wa kawaida. Unajidanganya, Lucien akasema taratibu. Damu yako ina roho mbili, moja ya binadamu na nyingine ya vampaya. Nusu ya damu yako ni urithi wa kifalme. Aliposema hivyo, ghafla sampuli ya damu mezani ikaangaza kwa mwanga mkali wa buluu na kisha mwekundu. Mashine zilianza kutetemeka, mirija ya glasi ikavunjika na harufu ya ozoni ikajaa chumba kizima. Ni nini kinafanyika? Naivasha alipiga kelele. Uamsho umeanza, Lucian akasema kwa sauti ya chini lakini kali na hakuna anayeweza kuizuia. Wakati huo huo, mlango wa chuma wa maabara ukagongwa kwa nguvu. Sauti ya kielektroniki ikasikika Solar security, fungwa mlango. Naivasha alijaribu kuelekea kwenye paneli ya kufungua, lakini kabla hajafika, Lucien akainua mkono wake. Taa za maabara zikazima tena na hewa ikabadilika kama giza lenye uhai lililojitokeza. Usijaribu kuwafungulia, wamekuja kwa ajili ya damu yako Wanajua kila kitu lakini mimi sijafanya kosa lolote. Umekuwa sehemu ya siri kubwa kuliko sayansi unayofanya Naivasha. shirika lako linajua damu yako si ya kawaida, na sasa wanataka kuitumia. Kelele za risasi zikasikika nje, dirisha likavunjika kwa nguvu, mvua ikapiga ndani, hewa baridi ikapita. Lucien akamshika mkono Naivasha kwa upole, lakini baridi ya ajabu ikapita kwenye ngozi yake. tuna dakika moja tu Ukibaki hapa watakuua. Na nikienda nawe utanifanyia nini? Lucien akatabasamu kwa huzuni. Nitakulinda hata kama utanichukia baadaye, kwa sababu damu yako ni ufunguo wa dunia mbili, dunia ya binadamu na dunia ya vampires. na ivasha akasita, macho yake yakakutana na yake, macho mekundu yale yalionekana ya kutisha, lakini ndani yake kulikuwa na upweke wa ajabu, kama mtu aliyeteseka kwa miaka mingi akitafuta suluhisho la mwisho. tunaenda wapi? mahali ambapo jua halitui, Lucien akajibu. Na kabla hajamaliza sentensi, upepo mkali ukapuliza, mwanga wa buluu ukawazunguka. Ndani ya sekunde chache walitoweka. Maabara ikabaki ikitetemeka, kompyuta moja tu iliyo hai ikatoa sauti ya mwisho, damu ya mwisho imeamshwa. Wakati huo huo, helikopta mbili zilitua juu ya jengo la Solea Towers. Mwanaume mmoja mwenye koti la kijivu akiwa na kipande cha beji kilichoandikwa Director Kova alishuka. Alipofika ndani, macho yake yaliona maandishi kwenye ukuta, yakiwa yamechorwa kwa damu safi: damu ya mwisho imekamilika. Director Kova akafumba macho, akapumua kwa nguvu, akasema kwa sauti ndogo, tumepoteza tena, lakini safari hii tutamfuata mpaka mwisho wa dunia. Kamera za usalama ziliporejea hewani zilikamata sekunde za mwisho za mwanga wa buluu ukitoweka kutoka ghorofa ya arobaini na mbili ukipaa angani kuelekea baharini. Asante sana kwa kuwa nami hadi mwisho wa sehemu ya kwanza ya simulizi yetu mpya. Najua umesikia mpira wa hisia, giza na siri ambazo bado hazijafichuka, lakini hii ni mwanzo tu wa safari ndefu kati ya damu na giza. Nawashukuru sana wote mliofuatilia hadi hapa, uwe umesikiliza ukiwa kazini, nyumbani au njiani, wewe ni sehemu muhimu ya simulizi hii. Bila nyinyi hadithi kama hizi hazingekuwa na maana yoyote. Tukutane tena kwenye sehemu ya pili, pale ambapo ukweli utaanza kufichuka na damu ya Naivasha itaanza kuonyesha nguvu yake halisi. Usikose kwa sababu kutoka hapa kila tone la damu linaanza kuhesabiwa.